Kabla sijaanza kuongea habari hii na kuomba please subscribe Red Pro Media, nimekuwa nikizoea kusema kwa mwisho kabisa, lakini sina uhakika kwamba nyote mmekuwa mkinisikiliza mpaka mwisho hivi kwamba mshawishike ku subscribe Red Pro Media. Please sijaanza kuzungumza na kuomba please bonyeza subscribe button, hivi kwamba tuendelee. Bado tunaendelea na William Yakutumba. William Yakutumba Imbai ni kiongozi wa wazalendo. Ikumbuke kwamba wazalendo ni muunganiko wa makundi tofautitofauti ambao wamejiunga pamoja, hivi kwamba wapambane na M23, lakini kabla ya hapa walikuwa ni makundi tofautitofauti. Licha ya kuwa wote, baadhi wao walikuwa na mawasiliano mazuri na wengine pia walikuwa na mawasiliano mabaya. Niseme wazi kwamba baadhi walikuwa na mawasiliano mazuri na wengine walikuwa na mawasiliano mabaya ni vita tu vimewawaka kidogo, pamoja na ndo wao kwa wao katika namna moja au wa nyingine, wamekuwa wakigusana gusana. So, je, unajua kwamba pia baadhi ya wazalendo ni wasaliti, kama nao pia wamekuwa wakihusika kwa ajili ya kula rushwa? Nisikuchoshe, usinichoshe, tusichoshane. Haiishi mpaka iishe, tunasubiri nyeshe ili tuone wapi panapovuja. William Yakutumba anaendelea kueleza. Mtakuwa mnatusamea sana kama tunazungumza hizo vitu vya misirani, mtakuwa mnatusamea sana juu kuko watu wako wanapeleka maneno ya kutaka kupanike tu watu tu na kuogopesha tu tu watu eh. Na nitataka tu nibambie bandugu yangu, nilibambia tena ya kwamba hivi vyote vitaisha, lakini sheria itabakia iko pale. Watu watapita kwenye hukumu, watu watasamba, kisha masambo masamba, watu watahukumiwa, sio tu wazalendo hata wa FRDC hata viongozi wa FRDC hata wanajeshi wa FRDC wowote watakayoenda tofauti na matakwa ya raia. Hata serikali ni raia, tukisema serikali ni raia, tukisema wazalendo ni raia, watakaokwenda na tofauti na matakwa ya ya raia watahukumiwa. Nitaonyesha tena haka wandugu zangu, hao wasaliti wanaosaliti inchi, wasaliti hawako tu ng'ambo ya mkisema tupige wote, na kuna hata makundi mengine ya wazalendo wa itapigwa Sio ya kwamba watu wanasikia tu F tupige FRDC, watu wanapigwa batoke, bapigwe, batoke msiri kifu. Mko hata leo hivi bazalendo ni basaliti, kuko baadhi ya vikundi vya bazalendo bako basaliti, mbona mseme bapigwe eh? Mko wasema tu FRDC pigwe. Mimi siko ngambo ya FRDC na siko ngambo ya wasa, niko ngambo ya FRDC mwenye kutii sheria ya inchi, na niko ngambo ya mzalendo mwenye kutii sheria ya inchi, mwenye kutii sheria ya raia nitakuwa ngambo yako mimi, kama huko FRDC hauko ngambo ya raia, hauko ngambo ya kutii sheria, na huko mzalendo, hata wewe baba yangu, sitaendeka ngambo yako na mashauri yangu, siende ngambo mwa niko mashauri. Watu wote ninawakumbusha, naona sisi naona sisi wakati fro inavunjika ya Malinde, tunaenda tilia fro Fizi, watu wanajua pale kwa Mishimanga, pale kwa Mishimanga tunaenda tilia fro pale, tuko na marehemu Jaki pale, tuko na mzee Oba aya, eh. Banamwita majoro potopoto bamzee j ja, bamzee Toma eh? tuko na bazee bengi pale, tuko na bazee bengi pale, tulikuwa nabo pale, bamzee Joker tuko nabo pale. Lakini wakati alikuja majoro wa Gorowa, ile wakati alikuwa angali majoro wa Gorowa, akaja kusimamia operasyo, alikuja na bakomanda ba sani, bakomanda funi, bakomanda lufungulo eh? balikuja pale, akakuja kusimamia operashio pale, yeye yeye yeye mheshimiwa Majoro Agoro, lakini alikuja na kula rushwa ya Banyarwanda akauisha watu Fizi eh froi kabomoka, na kama froi nifikirie kubomoka alio alio bomoa froi ni ni Majoro Agoro, mimi niko pale niko na salamu mikono wakati froi inavunjika ya pale malinde watu wanatia froi, froi ikawa sebele, froi nyingine ikawa wameshima, ngine ikawa kubashikara, ngine ikawa preske makikonde nafasi zingine Leo hivi tunajiuliza na, na, tujiulize ye Mheshimiwa Agoroo iko nani leo, muii Kongo leo mguvernme ya Kongo iko nani? Na ye alisaliti nchi, wengi wanamujua Majoro Agoroo walimujua, alitumika sana huku kote mamarubirizi mawapi, alitumika hivi. Leo iko wapi? Majoro Agoroo iko nani? Wakati ile alikuwa wakati ile ya Mobutu, na ndio ilikuwa wakati ya ya ya mzee iko pale Fizi eh? Nanjo wakati vita ilianzia pale, wakati avamzee sofereshi, wakati avamzee dunia na bazee wengine, lakini leo wako wapi? Ni njo ile ukiwa msaliti wa nchi yako ni laana unatembea nayo, na hata kama wale wanaojitia kuwa wasaliti wanaokuwa ndani yetu wa FRDC si wasaliti wale, ni lazima Mungu na sheria na haki ya nchi itawahukumu. Tujiepushe sana na vitu ambavyo vinaweza vikalete shida sisi na raia. Tupambane na adui. Tupambane na adui. Hiyo ndio napenda kusema tu, na ninawaambia wandugu zangu hiyo. Banze Colonel Mandefu bako wapi leo? Na bako banani mwinji. Ba yeye huyo Majora Agoroa, mdogo wake alifia pale Kurompwe. Ilikuwa siku ya tano, siku ya tano ndio ilikuwa pale. Ya, ya Tunaenda Fizi, tunaenda pigana vita ilikuwa ya, ya tariki makumi mbili na tisa. Mufizi Muli. Akaenda tuuzishe huyo Majora Agoroa. Alikuwa ngambo ya serikali alikuwa hiyo wakati faki. Na wale wengine wasaliti ambapo wapo ndani ya serikali wale nao ni lazima wataadhibika tu, na wale wakijulikana, ni lazima wafuatiliwe tu, hata kuuawa watakufa, hata kufungwa watafungwa. Me usijichukulie jukumu wala sheria mikononi, sheria ipo. Hata kama mtu anakosea, usichukue sheria mikononi mwako ya kuua mtu ni lazima uwachi sheria tafanya kazi yake. Asante na kushukuru. Ni dola kubwa mara, naitwa Bos Elvis the president of upcoming star, Mwene Jiba aka Loba, e, cha mshima kutoka mtindi opata a, a, o, o, o, Mrega wa asili 500 volt, mr reka reka reka reka, nakuomba please subscribe Red Pro Media, ndo kitu pekee ambacho naweza nikaseme. Nimesikiliza taarifa vile jinsi na upe umeisikiliza, bado vita inaendelea Licha ya kuwa saizi mambo yanazidi kubadilika sana. Tukutane katika kipindi kinachofuatia, nikwambie kuhusiana na M23, hali zao zikoje? Namna hii hapa, jinsi tunavyozungumza, hali zao zinaendeleaje? Vita vinaendeleaje upande wa M23? hey. Nako na pia moto inawaka kule wawa kwa wao <laughs> endelea kwa karibu na Pro, na, na Red Pro Media hivi kwamba ni kupatie vyote nipo, ni hapa kwa ajili ya kupatia vyote hey. Asante.